Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia salama salamu Mtume sala llahu alaihi wa salam, tukiwa tuko njiani kuelekea mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi wa mavuno, mwezi uliojawa na kheri na baraka, tukaona hapana budi kukumbushana kuelekezana yale ambayo mwislamu anatakiwa ayajue na ayafahamu, hata la yataghasala almuslim, mpaka mwislamu asije akasahau ya, ya kwamba anaenda kwenye mwezi ambao ni mtukufu. Sasa kwa nini huwa tunakumbushana? Kwa nini huwa tunakusanyika siku za Ijumaa tunakumbushana Ulama llugha alarabiya, wanacuoni wa lugha wanatueleza, katika sababu za kuitwa yaum ljumaa, lianna fi hadha lyaumi yajtamiu fihi lnasu, ya kwamba watu wengi huwa wanakusanyika baada ya kuwa wiki nzima watu kusanyika sehemu moja, lakini leo watu watuwanaosali misikiti mbalimbali utawapata kwenye msikiti mmoja, walidhalika summia bil jumaa. Na ndio maana ikiitwa siku ya Ijumaa kwa sababu watu wanakusanyika, kwa sababu katika lugha ukisema jamaa maana yake amekusana. Kwa sababu hiyo ndio maana tukaitoa sheria kukumbushana ndani ya siku hii na kuelimishana, kwa sababu uhitaji wa watu ni mkubwa mno kusikiliza maelekezo ya mola wao subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala namonja Mtume sallallahu alayhi wa sallam, wa dhakkir e Muhammadu, wakumbusha a watu wako, fa inna dhikra, hakika ya ukumbusho, tanfa'u al-mu'minina, utawafa wale wenye kuamini Akasema sema katika suratu Naziati, fa idha jaat at-tammatul kubra, siku hiyo litakapo kuja balaa kubwa. Na makusudia hapa an-nafkhatu thaniya, ule mpulizo wa pili wa baragumu kwa ajili ya kiyama. Sasa litakapokuja balaa kubwa yawma yatadhakkaru linsanu masaa, basi siku hiyo ndio watu sasa wataanza harakati za kukumbuka yaleo alioyafanya yeye, ni kheri na ya shari duniani. Alikuwa hakumbuki mtu, ameghafulika hataki kufahamu yeye, lakini siku hiyo likishapulize nyetaragumu la pili, yatadhakkaru linsanu, ndio watu sasa wataanza harakati za kukumbuka

wale ambao walikuwa wakikataa wakiambizana kwamba hakuna aliyeenda huko akarudi, hakuna habari hizi za moto. Allah subhanahu wa ta'ala anawaambia waburizatil jahim, siku hiyo moto utawekwa wazi wazi, liman yara ali kulli ra'in, utaonekana moto ule na kila mtu kutazama, kila mtu atauona moto ule na naatoyatumisha kuwa ni kweli yale yote ikuwa akiyasema Allah subhanahu wa ta'ala na mitume kuwa yalikuwa ni kweli na sio urongo, kwa sababu ikakuwa anaona kwa macho yake. famma mamtora baada sasa, yakuwa mwanadamu kashakuwa na yakini na kashaamini ya kwamba yale yote tuliokuwa tukiambiwa ni mambo ya kweli ni habari za kweli basi, hapo so fa amma man tagha ama yule ambaye aliruka mipaka aliyowekewa na mwenyezi Mungu, na akadhulumu watu wengine na nafsi yake na akachukua haki za watu, akaruka mipaka aliwekewa na mwenyezi mwenyezi Mungu, akakufuru yale yote ambayo Allah subhanahu wa taala ameteremisha kwenye vitabu, wa athara lhayata ddunya Mtu huyu akaipa kipaumbele dunia, ikawa kasahau kabisa mambo ya akhera, yeye hata kujua kabisa kwamba kuna habari ya akhera. Basi Mwenyezi Mungu analeta jawabu la lahii amma iliyotangulia hapa nyuma, fa inna al-jahima. Mtu huyu basi aliyoka mtaka akabisa mambo ya akhera, akasahau hakuwana habari na akhera yeye, basi mtu huyu majibu yake faina aljahima, hakika moto hiyo, lmawa ndiyo sehemu ya kufika na mtu huyu, mtu huyu sehemu yake, kwa sababu alikuwa hataki yeye kusikiliza amanini ya Mwenyezi Mungu, kusikiliza amanini ya mtume sallallahu alaihi wasallama. Allah anatuambia faina aljahima hiya lmawa, ay mawahu, hakika ya moto ndiyo sehemu nzuri kabisa ya kufika kwa mtu kama huyu wa, ama man khafa maqama rabbih, ay qiyamahu bayna yaday illahi. Ama yule ambaye aliishi duniani na akaogopa kisimamo mbele ya Mola wake na akayakini ya kwamba kuna siku nitasimama mbele ya Mwenyezi Mungu, kisha niulize yale yote nilikuwa nikiyafanya, mtu huyo akaishi katika misingi ya kuogopa siku hii tukufu, siku nzito. Kwa sababu katika misingi ya kawaida tu, ikiwa mtu amefanya kosa la kawaida tu, kosa la kibinadamu akaitwa katika sehemu kama ni mahakamani au kituo cha polisi, bila shaka mtu huyu atakuwa si katika hali ya kawaida, kwa sababu anajua inawezekana nikafungwa, inawezekana nikaadhibiwa, inawezekana nikapigwa faini. Basi mtu huyu anakuwa na wasiwasi, anakuwa na uoga. Sasa ama yule ambaye ataogopa kisimamo mbele ya hakimu ya mahakimu, mbele ya jaji wa majaji, Allah subhanahu wa ta'ala, akaogopa siku hii ya kwamba itakuwaje, nitasimama vipi mbele ya Mwenyezi Mungu, nitakuwa na majibu yapi mimi ya, ya kumweleza Mwenyezi Mungu nimefanya mengi maovu na mabaya akaogopa siku hii akaogopa kisimamo aka si hiki wanaha nafsa anil hawa na akaikataza ya na si na na aka ya nafsi aka na yake ambayo siku zote inamwamrisha mambo mabaya, akaiambia nafsi, koma, achana na mambo haya ambayo Mwenyezi Mungu aneyakataza. Basi mtu so, huyu Mwenyezi Mungu anaeleza ya kwamba fainna aljannata hiya hiya almawa, huyo mtu sehemu yake ya kufika itakuwa ni peponi ataenda kustarehe kwenye pepo za Allah subhanahu wa taala, kwa sababu aliishi katika misingi ya kumkumbuka Allah subhanahu wa taala. Na ndiyo maana tunapokutana Waislamu, kwa sababu mambo yamekuwa mengi, watu hatuna wakati wa kukumbuka, hatuna wakati wa kusikiliza dhurus mawaidha. Ndio maana ikawa siku hii ya Ijumaa ni sheria kukumbushana, na sisi kufundishana kama wengine hawajua inawezekana kweli mtu yajua lakini amesahau kwa sababu ya ubinadamu. Kwa hiyo ukumbusho, tunapokumbushana Waislamu ni faida kwa kila mmoja. Lakini Allah subhanahu wataala anaeleza kuhusu ukumbusho na kuhimiza Waislamu waendelee kukumbushana, akasema fadhakir e Muhammad, wakumbushe watu wako. innafaati dhikra, hii nishartia wale watu walugha wanaijua hii inafaati dhikira, endapo au ikiwa ukumbusho utamnufaisha au utakuwa na faida basi sayadhakaru man yakhsha, ukumbusho huo kama kweli utakuwa ni una faida atakumbushika yule anayemwogopa Mwenyezi Mungu, atakumbushika yule ambaye anaogopa kukutana ay say zikra allaha ambai mabotu ashqa na mola wake. Aisayatahidu bihadhihi dhikra man yakhafu Allah wa yakhsha iqabahu, atakumbushika yule ambaye anamwogopa Mwenyezi Mungu na anaogopa adhabu zake. Wayatajanabuha al-ashqa na atakuuza ukumbusho huo wale watu waovu wataufuza na wakautupilia mbali, wakasema, si maneno ya kweli haya. alladhi yasla nar alkubra, mtu mwovu huyu ataingia motoni kwa sababu ya kutupilia mbali ule ukumbusho anaukumbushwa. thumma la yamutu fiha wala yahya, kisha akishatupwa motoni kwa sababu ya ubishi wake na upinzani wake hatokufa ndani ya moto huo ili astarehe na apumzike na adhabu ya moto. Wala yahya na hatokuwa na uhai huu wa kawaida. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema kila mtu atakavoungua motoni, basi atabadilisha ngozi kulita ngozi nyingine, azuku ala adhabu, ili watu wayonze adhabu. Kwa sababu ikiwa mtu ataungua mara moja ikawa mambo yameisha, itakuwa hataendelea tena kupata auate Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa hekima yake atabadilisha ngozi, atabadilisha nyama baada ya nyama, ili mtu aendelee kuonja adhabu, kwa sababu ya ile upinzani wake aliokuwa wakimfani. Lakini atasema kabe aslaha man tazakka, kwa hakika amefaulu yule amejitakasa nafsi yake, yule ametaka kujitakasa kwa Mola wake akajiepusha na matatazo mtu huyu Mwenyezi Mungu anasema qad aflaha wakadi huna listahkii na kade, hapa imekuja kuhakikisha maneno ya kwamba amekusha faulu yule anayejitakasa, yule anayejiepusha na makatazo ya Mwenyezi Mungu. Kwa hakika mtu huyu amesha faulu, iye ameshakufa au hajakufa, maadamu mwanadamu anajiepusha na makatazo ya Mwenyezi Mungu na anashikamana na maamrisho ma, ya Mwenyezi Mungu Allah anamhakikishia kwa kusema qad aflaha, mtu huyu tayari amekwisha faulu. wa dhakara smarabbihi fa faslla, mtu huyu akawa na kawaida ya kumtaja mola wake na kumkumbuka na akafanya ibada ya kuswali akasimamisha swala, basi mtu huyu atakuwa amekwisha faulu. Lakini masikitiko makubwa, Mwenyezi Mungu anawasikitikia watu anasema, bal tusiruna alhayat ad-dunya lakinnakum ayyuhannasu tufadhiluna ad-dunya ala al-akhirati raghma annaha faniyah, lakini masikitiko yangu konunie watu nii, mnapenda sana dunia, mnaipa kipaumbele sana dunia, mnaifadhilisha sana dunia na mnaiacha akhera na hamtaki kukumbuka akhira. wal akhiratu khairu wa abqa, na akhira ndio nyumba bora na ndio nyumba itakayobaki milele. Ama addunya zailatun fala mahala, hii dunia niyone kuondoka, hakuna namna. Inna hadha la fi fissututi lula, hakika yahudukumbusho wa Islamu, mnakumbushwa kila Ijumaa na kila kwenye durusi na mawaidha, basi ukumbusho huo, la fisuhufil-ula, sikikitizeni, hiko kimekuwa kwenye vitabu vya mwanzo, kwenye kurasa za manabii waliotangulia huko nyuma, suhufi Ibrahima wa Musa. Ukumbusho kama huo, kuna ukumbushana Waislamu basi ulikuwa katika vitabu vya nabii Ibrahimu na nabii Musa alaihimsalatu wassalam. Kwa hiyo ni lazima sisi waislamu tukumbushane, kwa sababu hii ndio ada ya manabii wote, ilikuwa wakiwakumbusha watu wao, na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama aliamrishwa awakumbushe watu wake, na ndio maana sisi kila Ijumaa huwatukumbushana wa ndugu zangu katika imani mada yetu katika khutuba hii tukiwa tunaelekea mwezi wa Ramadhani, wa mabakia illa ayamun maadudatu, na hatujabakiwa isipokuwa na masiku ambayo ni machache mno kuelekea mwezi huu. Mwezi huu kama tulivyotangulia kusema atanafusu, kushindana, watu wafanye mashindano fi umuri al-akhirah, katika kuyatekeleza mambo yatakayowanufaisha ya akhira. Watu ya lazima washindane kuhakikisha wanakuwa na masikio mazuri baada ya maisha haya ya dunia na wanakutana na Mola wao katika hali iliyokuwa nzuri, ndio maana tukaichagua maudhui hii ili muislamu anapoingia ndani ya mwezi wa Ramadhani awe anafanya yale mambo ambayo yatampa daraja kubwa zitakazomsababishia mtu huyu kufaulu mbele ya Allah Subhanahu wa Taala. aqulu ma samitum wastaghfirullaha li walakum fastaghfiruhu innahu huwa lghafuru rrahim wa huwa lbarru lkarim.